Prevosti ametangazwa kuwa papa mpya. Papa Robert Prevosti atajulikana kama Papa Leo wa 14. Prevosti ni mzaliwa wa Chicago nchini Marekani na hadi kuchaguliwa kwake alikuwa akihudumu kama mkuu wa dikasteri wa kanisa kwa maaskofu. Papa Leo wa 14 mwenye umri wa miaka 69 ametumia muda wake mwingi akitumikia nchini Peru na ana uraia wa Marekani na Peru. Akihutubia umati uliokuwa ukishangilia kwa Kiitaliano, Papa Leo wa 14 alisema amani iwe na nyote, wapendwa ndugu na kinadada, hii ni salamu ya kwanza ya ufufuko wa Kristo. Ningependa kutoa salamu ya amani, iwafikie familia zenu, ninyi nyote popote mlipo, amani iwe nanyi. Alitoa shukrani kwa mtangulizi wake Papa Francis huku akisema anataka kuwasilisha baraka zake kwa watu kama Papa Francis alivyofanya mara ya mwisho alipojitokeza katika uwanja wa St Peter's Square. Ubinadamu unahitaji Kristo kama daraja la kufikiwa na Mungu na upendo wake tusaidie na tusaidiane kujenga madaraja. Papa Leo wa 14 kisha aliwashukuru makardinali waliomchagua wakati wa mkutano wa siku mbili. Sote tunaweza kutembea pamoja kuelekea nyumba ya Mungu ambayo ametuandalia, alisema salamu maalum kwa kanisa la Roma. Kisha Papa Leo wa 14 alianza kuzungumza kwa Kihispania ili kushukuru dayosisi yake ya zamani huko Peru ambapo watu waaminifu walishiriki naye imani na kujitolea kwa mengi. Akirejelea kuzungumzia Kitaliano Papa mpya alitoa wito kwa umati wa watu kusali kwa Bikira Maria pamoja kwa ajili ya baraka zake. Kisha akawaongoza watu katika sala ya haraka ambayo ilipokelewa kwa shangwe. Baada ya kuhitimisha hotuba yake, papa mpya alianza kusoma kifungu cha kidini katika Kilatini, akitoa heshima kwa utakatifu. Alipohitimisha hotuba yake kwa baraka zaidi, papa leo wa 14 alipungia mkono wa umati ambao ulikuwa umejaa katika sehemu kubwa ya uwanja wa St. Peter. Kabla ya kutangazwa, majina kadhaa yalikuwa yametajwa kumrithi Papa Francis kuongoza kanisa Katoliki. Baadhi ya majina hayo ni Kardinali Pietro Parolini, alikuwa katibu wa mambo ya nje wa Vatican chini ya Papa Francis na kumfanya kuwa mshauri mkuu wa Papa. Peter Kodo Apia Taxon mganda wa kwanza kuteuliwa kuwa kardinali chini ya Papa John Paul wa pili mwaka elfu mbili na tatu alipewa nafasi kubwa na watunga vitabu vya bahati nasibu kabla ya kupiga kura mnamo mwaka elfu mbili na kumi na tatu ambapo Francis alichaguliwa badala yake. Kardinali Fridolini Ambongo Besungu anatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako amekuwa askofu mkuu wa Kinshasa kwa miaka saba. Kardinali Luis Antonio Gokim Tago alitajwa kama chaguo muhimu. Kanisa Katoliki lina ushawishi mkubwa katika nchi yake ya Ufilipino ambako takribani asilimia 80 ya watu ni Wakatoliki. Makadilinali Robert Prevosti na Joseph Tobini pia walitajwa mara kadhaa kama wanaowezekana kuwa warithi. Mkutano wa siri wa kumchagua papa ulianza jana katika kanisa la Sistine ukijumuisha makadilinali mia moja thelathini na watatu kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Kuchaguliwa kwa papa huyu kunafuatia kifo cha papa Francis aliyefariki akiwa na umri wa miaka themanini na minane siku ya Jumatatu ya Pasaka tarehe 21 Aprili